Pona haraka. Tatizo jingine la kawaida ni maumivu ya tumbo kwa watoto wachanga. Maumivu haya yanayojulikana kama colic ni hali inayowapata watoto wengi wachanga. Hali hii husababisha mtoto kulia sana hasa katika miezi michache ya kwanza ya maisha. Watoto wanaweza kulia kwa muda mrefu bila sababu dhahiri. Maumivu ya tumbo yanaweza kuwakatisha tamaa wazazi kwani kulia mara kwa mara kunaweza kuwa kero. Wazazi wengi wanahisi wasiwasi na kuchoka kutokana na hali hii. Chanzo halisi cha maumivu ya tumbo hakijajulikana, lakini inaweza kuhusishwa na gesi, usagaji wa chakula au msisimko mwingi. Wataalamu wanaendelea kuchunguza sababu hizi. Maumivu ya tumbo kawaida huisha yenyewe, lakini kuna njia za kumtuliza mtoto mwenye maumivu ya tumbo. Wazazi wanaweza kutumia mbinu mbalimbali mbali ili kumsaidia mtoto wao. Jaribu kumfunga mtoto kwa kitambaa, kumbembeleza au kumnongonezea kwa upole. Mbinu hizi zinaweza kumsaidia mtoto kujisikia salama na kutulia. Kuoga kwa maji ya uvuguvugu pia kunaweza kusaidia. Maji ya uvuguvugu yanaweza kumtuliza mtoto na kupunguza maumivu. Ikiwa una wasiwasi kuhusu kilio cha mtoto wako, wasiliana na daktari wako. Daktari anaweza kutoa ushauri na msaada zaidi. Kila mtoto ni tofauti. Baadhi ya watoto hukabiliwa na magonjwa zaidi kuliko wengine. Ni muhimu kukumbuka kwamba hupo peke yako. Kuna rasilimali nyingi zinazopatikana kusaidia wazazi wapya. Usisite kuwasiliana na daktari wa watoto wao. Ni rasilimali yako bora kwa afya ya mtoto mchanga. Utambuzi wa mapema ni muhimu kwa matibabu yenye ufanisi. Kwa kuwa na taarifa na kuchukua hatua, unaweza kusaidia kuhakikisha ustawi wa mtoto wako. Kuwa mzazi ni safari yenye thawabu na changamoto. Kumbuka kuwa mvumilivu kwako mwenyewe na mtoto wako mdogo. Kwa upendo, utunzaji na taarifa sahihi, Unaweza kushinda changamoto za afya ya mtoto mchanga.